Mimi nawashukuru sana kwa kuwapatia nafasi hawa kwa sababu muda wote ndio wanaokuwa na wanafunzi muda mwingi sisi na... naomba tu ujuzi huu utumie pasavyo, na naaribia mataili yaliendi lazima liendeshwe itaendeshwa na nini, na ndio naona inawafanya kazi wengi kuliko hata wanataaluma. Kwayo jamani, asanteni sana. Mimi naomba kufuzu endelee. naitwa kabisa mteja ni coordinator au ni mratibu wa elimu jumuishi na mahitaji maalum hapa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo, chini ya mradi wa biti. E, kwa wiki hii tumekuwa na mafunzo kwa wafanyakazi waendeshaji juu ya elimu jumuishi pamoja na mahitaji maalum, na katika hilo sasa E, washiriki wameweza kupata mafunzo juu ya elimu jumuishi maana yake ni nini na ni kitu gani hasa. Semina hii tumejifunza pia e, uhusiano kati ya ulemavu na afya ya akili ya mtu. Kwa hiyo, kwa hiyo tumeona kwamba kuna uhusiano mkubwa sana ya kati ya ulemavu na afya ya akili kwa sababu ulemavu e, mtu mwenye ulemavu asipohudumiwa vizuri e, huduma stahiki ambazo zinatakiwa, kunapelekea kuwa na msongo wa mawazo na hatimaye kuwa afya yake ya akili na kuwa siyo njema. Na pia sasa, katika afya ya akili tumejifunza pia sababu au e, sababu ambazo zinapelekea mtu kuwa na changamoto ya afya ya akili. Kwa kweli katika semina hii kumekuwa na mwitikio mkubwa sana kwa wafanyakazi waendeshaji na wamefurahia sana haya mafunzo na wameshauri kwamba chuo kiwe na utaratibu wa kuwa na haya mafunzo. Semina kama hizi ni nzuri sana kwa sababu zimewasaidia hata wao namna ya kuishi na wenzao hapa kazini na pia namna ya kuwahudumia wanafunzi kwa jinsi ambavyo inavyotakiwa. Lakini sasa pamoja na hayo pia wameweza kusuggest au kutoa maoni kwamba kwa sababu kuna ongezeko kubwa la wanafunzi wenye uziwi, wameona kwamba ni vizuri chuo kikawa na utaratibu kwamba kianzishe sasa E, kozi fupifupi zinazohusiana na lugha za alama, kwa sababu kuna wanafunzi wengine ambao kabisa wamepoteza usikivu na hawawezi kuwasiliana kwa mdo, yaani wanawasiliana lakini hawawezi kusikia, kwa hiyo e, option kubwa kwao ni kujifunza lugha ya alama. Kwa hiyo wamesujesti kuwa na kozi hizo za lugha ya alama na pia hapa chuoni kuwe na wataalamu wa hizo lugha za alama. Mwisho kabisa ni na Wee, washukuru sana viongozi wetu kwa kutoa e, kwa, kwa kubariki hili zoezi. Mimi nilipropozi nikatoa maoni, lakini kwa kulipokea na kulibariki kwamba hili zoezi liendelee. Zoezi hili bwana limekuwa na manufaa makubwa sana, watu wameondoka wakiwa na furaha, wameondoka wakiwa wamepata ujuzi mkubwa ambao kwa kweli wanasema hawajawahi kuona, na kuna wengine leo wali wamekuja kutoka Mazimbu. Kaniambia bwana, sisi tunafuatilia hatukuweza kuhudhuria ile siku ya kwanza Mazimbu, lakini leo tumefunga safari tuweze kusikia. Lakini wamefurahi sana na wenyewe na wameomba isiwe mwisho wa hizi semina, ziendele, na ziendelee ziwe endelevu. Naitwa Daktari Mimiko Salum Msanga kutoka chuo cha Dar es Salaam, shule ya elimu, idara ya saikolojia na mtaala Nipo hapa SUA kwa ajili ya kushirikishana na wafanyakazi wenzangu masuala ya afya ya akili yanavyohusiana na mambo ya ulemavu. Kimsingi tumejifunza mambo kadha wa kadha, lakini moja ya jambo la muhimu tuliojifunza ni kwamba uh, unyanyapaa unaofanywa kwa watu wenye changamoto za, um, za afya hasa wenye ulemavu zinaweza kupelekea wao kuwa kwenye hatu, hali ya hatari zaidi kupata changamoto za afya yake. Lakini pia mtu yeyote anayeishi kulingana na shughuli mbalimbali za kidunia tunazoenda nazo indanazo. Anaweza pia kupata changamoto ya afya yake. Kwa hiyo sasa tulipojaribu kujadili tuliona kwamba uh, ni vizuri wafanyakazi waendeshaji wa Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine wa pate maarifa ya namna ya kutambua na namna ya kusaidia watu ambao wanaweza kuwa wamepatwa na hizo changamoto za afya ya akili. Na kwa sababu hiyo, wao wanapokuwa kwenye shughuli zao za kila siku, wanakutana na wafanyakazi waendeshaji wenzao, wanakutana na wanataaluma, wanakutana na wanafunzi, hata pia mtaani wana watu wanaoishi nao, ambao wanaweza kuwa na hizo changamoto za afya ya akili, ni vizuri wakaweza kuwasaidia. Kwa namna moja uh, au nyingine, changamoto yake ya akili kwanza haiathiri taasisi moja mwenyewe, anaye, anaye kwa na moja inaanza kumwathiri mwenyewe anayehusika, kwa sababu inaanza na mtu, ikisha mwathiri yeye inasuia pia utendaji kazi uh, wake. Utendaji kazi wake unakuwa hauna ufanisi, unakuwa na changamoto, lakini pia mafanikio yale yanayotarajiwa na taasisi yanakuwa na changamoto pia, kwa sababu hayawezi kufikia malengo kwa kiwango ambacho kilitarajiwa, kwa sababu huyu mtu hataweza kutekeleza majukumu yake sawa na vile ambavyo angekuwa na afya yake ya akili kiwa. Kwa vile nilivyoona, tulivyojifunza, ningeweza kutoa wito kwa chuo kikuu cha kilimo Sokoine kwamba ni vizuri kukawa na semina zinazohusiana na masuala ya afya ya akili z mara kwa mara sio tu kwa wafanyakazi wa kitaji lakini kwa jamii nzima au jumuiya nzima ya chuo kikuu, kwa sababu sasa hivi ivyo vikuu vyetu vyote vinapokea wanafunzi wa aina mbalimbali na maeneo aaaauti wenye b ambazoazifanani kwa sababu hiyo, ni vizuri wakapewa hiyo elimu ya afya ya akili mapema ili tuweze kujua na kuweza kuishi maisha ambayo tunayatarajia kwa ajili ya mafanikio wanafunzi na mafanikio kitaaluma lakini watumishi tufikie malengo ambayo tumejiwekea na taasisi yetu pia ifikie malengo yake ambayo umejiwekea kuyatekeleza kwa mwaka au kwa muda husika kwa majina anaitwa Idaya Zahidi Ahmad hmm, nipo sinali ukurugenzi ya maktaba ya taarifa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kwa kweli mimi ni mfanyakazi wa muda mrefu, lakini kwa leo kwa mafunzo hayo tuliyopata ni mafunzo mazuri sana sana sana. Naishukuru sana management ya chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo, naishukuru sana ile kamati iliyoandaa haya mafunzo. Ni mafunzo ambayo kwa kweli yametuelimisha, ni mazuri sana, hasa katika utendaji wa kazi na majumbani tunavyoishi pia imetufundisha namna ya kuishi na jamii inayotuzunguka sio katika ofisi tu. Kwa kweli tunashukuru sana, imetuelezea mambo mengi, hasa mimi ilonigusa lile la afya ya akili. La afya ya akili kwa kweli imenigusa sana. Tunayo jamii ambazo tunaishi nazo hatujielewi kwamba watu wanaishi na afya ya akili. Sasa leo tumekuwa ni mabalozi wazuri na mimi binafsi hapa nimekuwa ni mwalimu mzuri. Sasa nakwenda kuielimisha, hasa nikianzia na familia yangu na wafanyakazi wenzangu wa, nao wafanya na wafanya kazi katika ofisi ya kurugenzi ya maktaba, kwa sababu sisi tunahudumia wanafunzi. Ni kweli vitu kama hivi vinatutokea tunavipata, lakini leo tumepata elimu zaidi. Tunaishukuru sana management ya chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo, waendelee kutupatia mafunzo haya sio kwa sisi tu, na wengine ambao hawajaweza kuyapata ili waweze kuyapata na kuweza kuyafanyia kazi vizuri. Kwa kweli haya mafunzo ni mazuri sana, yanatuletea tija na yametujengea uwezo mkubwa. Tutakwenda kufanya kazi kwa upendo, ufanisi na uaminifu mzuri kutokana na haya mafunzo tuliyopata leo. Tunawashukuru sana. Majina yangu naitwa Rasii Benjamin Kando m nikoofisia kwa Kiswahili umataifishaji na majaisi. Kwanza niseme afya ya akili ni afya kama afya nyingine zilivyo. Kama ambavyo mtu anaweza kupata changamoto kwenye mwili wake, ndivyo ambavyo anaweza kupata changamoto kwenye akili yake. Kwa hiyo mtu mwenye changamoto ya afya ya akili ni sawa na kusema kwamba afya yake napata shida. Uh, tatizo lililopo kwenye changamoto ya afya ya akili kwamba mtu ambaye ameathirika na afya ya akili maana yake uwezo wake wa kufikiri unakuwa umeathirika negative. Mtu ambaye hawezi kufikiri kitimamu, hawezi kufikiri positive, kivyovyote vile hawezi kutenda au kutekeleza majukumu yake. Sasa tunamtazamia mtu ambaye anaweza kufanya maamuzi sahihi ni mtu ambaye afya yake ya akili imetengamaa, iko sawa. Kwa hiyo ikiwa afya yake ya akili haiko sawa, maana yake hawezi kufanya maamuzi sahihi, hata mahali ambapo amepaswa kufanya maamuzi fulani. Na tatizo lilopo kwa mtu ambaye amepata, ameathirika na afya yake ya akili, haiko sawa, hawezi kuproduce, hawezi kuleta matokeo yaliyotarajiwa hawezi kuhudumia wanafunzi ipasavyo, hawezi kuwa na mahusiano mazuri na wateja wetu ambao ni wanafunzi, lakini vivyo hivyo hawezi kuwa na mahusiano mazuri na wafanyakazi wenzake. Kwa hiyo, maana yake ni kwamba utendaji wa mtu ambaye ana changamoto ya afya ya akili unaweza ukaathiri hata utendaji wa mtu mwingine ambaye hana changamoto ya afya ya akili, ukiwa anafanya kazi na mtu ambaye hawezi ku, ku kuleta matokeo chanya kwa namna fulani anaweza kaathiri na mtu mwingine.